Ni siku nyingine ambayo imetukuka, bila shaka ni rehema zake Mwenyezi Mungu na sisi tumeamua e, kupata wasaa wa kuweza kupitisha kwa upana juu ya yale ambayo yameendelea. Tunafahamu siku ya jana ni kipi ambacho kimetokea, mwendelezo bora katika vilabu hivi viwili ambavyo vinafungamana katika alama, isipokuwa gepu la alama moja zaidi ya kinara Young Africans. Jana Wekundu wa Msimbazi wameshusha mnara wa 5G Young Africans wa 5G pia wana wachamazi Azam eh, FC pia wakimshushia Tabora United bao tano kwa sifuri. Na nimepata wasawa kumtafuta Maregesi nyamaka. Maregesi, habari za muda huu, mambo yako vizuri Maregesi? hmm. hmm. Jana eh, kumekuwa kuna furaha pande zote mbili, tumeshuhudia tano huku tano huku, Kibu Dennis akiibuka ndiye nyota wa mchezaji nyota wa mchezo siku ya hapo jana, pia kwa upande wa huku pa eh, Pacome Zouzoua Uh, afuk umewataja tu Simba na Yanga wakati hata Azam nao ameshinda tano eh. Yani jana, yani anaweza kusema, uh, mkoani walipata manyanyaso, timu mbili kutoka Mbezi zilikula goli kumi, yani tano tano. Azam alishinda hata mbele ya Tabora kama kalipa kisasi, lakini Simba na Yanga zifanya vizuri uh, ugenini. Sasa ndio nakuja hapo kwenye ishu yako ya ya man of the match. Mechi, mechi mimi ambayo niliangalia dakika nyingi zaidi nikikuwa kwa nimeli concentrate nayo ni ni Yanga uh, Prisons dhidi ya Yanga pale soko ine uh, kwa dakika 30 ilikuwa ni mechi nzuri sana, lakini baada ya hapo mechi ikawa kama ya upande mmoja. Wakati mwingine unaweza kusema mwalimu wa Prisons alikuwa na mbinu nzuri, lakini akuwa na watekelezaji wazuri, nyenzo zake uh, zilifelisha. Alitamani mabeki wake wafanye build up kutokea chini, wa utunze mpira chini, wa ufiche sana, lakini mabeki wetu wamejengeka hivyo, wengi wanafanya clearance, yani kwa kuondosha mpira unaenda mbali sana. Sema tu utunze mtu akipigwa pressing na watu wawili uh, kama anapata mchecheto anapoteza. Wanafunga mabao matatu yalikuwa ni kufanywa pressing. Unacheza na timu kama Yanga ambao ni wazuri kwa kufanya pressing, ndio nadhani ndio kiama kiliwakuta hapo Tanzania Prisons. Uh, technically kwenye kuweka mpira mguuni kuchezea wakuwa vizuri sana hasa wakiwa kwenye kumi na nane au sita uh, kwenye kwenye goli lao. Kwa hiyo uh, walistahili ambacho uh, wamekipata, na Yanga ilideserve kupata ushindi mkubwa. Uh, eneo pekee katika magoli ma matano ambayo mefungwa ni goli moja tu ambao alikuwa na ukakasi, na sio ukakasi, ilikuwa ni offside. Goli la pili Mdathir, wakati anapiga pasi uh, kwenda kwa Mzizi, Mzizi alikuwa tayari ameotea kushoto kwake, pia mtu ambaye alienda kufunga Kletus Chota, uh, Chama alikuwa ameotea. Kwa hiyo alikuwa ni goli uh, batili. By the way, mtu kashinda goli nyingi unampa tu credit. Alikuwa uh, shupavu kwenye kila eneo la, la uwanja Kini, kitu kingine kwenye huo mchezo, mimi mtu ambaye alistahili kuchukua man of the match hakuwa ni Pakome. Bahati mbaya, uh, tuna watu ambao wanachagua kwenye tuzo na wenyewe kuna nyakati wanateleza sana. Kuna wakati unajiuliza wanazingatia vigezo gani? Pakome alikuwa na mchezo mzuri, ndio dribbling nzuri, uh, skills kwenye kuutunza mpira, reaction ya kwenda uh, kukaba kama ameupoteza mpira ana vitu vingi vizuri vana, uh, vya, kujina, uh, vya vya na vya wachezaji wengi uh, kujifunza kutoka kwake, na jana alikuwa na performance nzuri, lakini overall, yani overview kabisa uh, kwa wale wanaume wote ambao walicheza jana uh, kwenye ule mchezo, mdathi alikuwa na deserve uh, kuchukua man of the match, alikuwa me, alikuwa na style na sio Pacome Zouzoua uh, katika, tukienda offensively, yani timu ikawa na shambulia, kutengeneza mpango kazi ya kwenda kushambulia uh, mdathili yaya aligusa mpira mara nyingi sana, na yeye ndiye alihusika kwenye magoli matatu kati ya matano. Lakini timu ikipoteza mpira kwa namna ambavyo, uh, alikuwa anakuja kutengeneza shepu kwa haraka sana, mimi alikuwa na vitu vingi bora mguuni kwenye kuinganisha timu na kwenye kutengeneza misha kwenda kutafuta hiyo magoli ambayo aliyafunga kuliko Pacome uh, Zouzoua. Zouzoua alicheza vizuri, lakini ile tuzo mimi hakustahili. Maregesi, wewe ni miongoni mwa, e, mwa wataalamu ambao unaotazama mpira kwa jicho la tatu, unadhani labda, e, Prisons waliweza kufeli wapi na Yanga Africans walikuwa bora wapi zaidi mpaka kupelekea adhabu kali ya mabao matano kwa sifuri? Mchezaji mmoja moja wa Yanga ni bora kuliko wa Tanzania Prisons? Um, Yanga wamekaa pamoja muda mrefu sana. Uh, wanajua wa kufungue vipi pateni yako, ukifanya makosa watakuadhibu tu, nasema Ukiamua kupaki basi, je, una hiyo energy? Je, una uwezo wa kutunza mpira? Ndio unaulizwa maswali hayo, so kwenye kuulizwa maswali utajibu utajibu vyema. Ukiajibu vyema, watakuja na plan B, lakini kwenye plan A ya Yanga ambao walikuwa mestiki, imefanikiwa kwenye kufungua pate na kuwashinikiza Prisons kufanya makosa. Kwao tactical discipline iliwahukumu Tanzania Prisons, lakini quality ya Yanga aa, ikawasaidia kushinda, ushindi mkubwa na ni aina ya wachezaji ambao wako nao na Yanga ndio mchezo wao wa kufanya pressing, yani wanakushinikiza kwenye 18 ufanye makosa. Mm, ndio hicho uh. Tanzania Prisons wao wakiamini ni bora kwenye kutunza mpira kwenye zoni yao. Kwa mfano uh, wale mabeki wa nadhani Doto Shabani pamoja na na Alfadhili Jumanne wote mm, kwenye magoli kama walitoa sadaka ile mpira, wakati mwingine waweza kuwalaumu awa, awako kwenye huo mpira wa kisasa wanasema beki angalau wodi huo mpira Uh, ulinda hata sekunde kadhaa lakini uwe na pasi accurate nzuri, uh, mita tatu, mita nne, mita tano unahusahii, alafu wakati huo watu wanakuja kufanyia wa pressing, ile pasi itafika. Ukija na watu wawili watatu wanakufanyia wa pressing, utaweza kulinda huo mpira, utaweza kufikisha pasi na postahili kwa mabeki wetu, na mazingira yaliyotokea, bado itachukua muda sana, ingawa mpira huko huko kwenye kufanya build up kutokea chini, lakini sasa hiyo nyenzo ulionayo itakusaidia kwenye hicho kitu ndio ambacho kimewakosti uh, Tanzania Prisons. Maregesi, eh, tuki eh, watu wamekuwa wakijiuliza maswali, ni nani ambaye atakwenda kutoa tuzo ya kocha bora msimu wa mwaka elfu mbili na ishirini na nne, elfu mbili na ishirini na tano mpaka hivi sasa, kitaalamu kwako wewe unalizungumziaje? Unamwona nani, ikiwa mechi zimesalia imesalia mechi moja kabla ya wao kwenda kukutana me ishirini na eh, tarehe ishirini na tano ya mwezi huu. Unajua duniani iko kwenye namba hmm, yaani ndomanata huko, uh, wakati mwingine kwenye Ballon d'Or waliochukua mara nyingi sana, amechukua mataji mangapi, au alikuwa na amefunga magoli mangapi, ndio maana wakati mwingine mabeki waione kwa sababu mpira una unachezwa, nacheza ili tushinde, nana anahusika na kwenye huo ushindi. Kwa hiyo wakati mwingine namba huwa zinaamua, au akina Rodri kina, uh, Modric ni mara chache sana unachukua hizo tuzo kubwa sana, sana. kini mara nyingi namba ndo huwa zinaamua Performance overall kwenye msimu mzima, mimi kwa haraka haraka kinabeba mpaka sasa uh, Jan Chazia wa anastahili kuwa MVP wa, wa msimu. Contribution yake kwenye timu imekuwa kubwa, ameleta ladha tofauti kwenye ligi kuu. Ndio msimu wake wa kwanza, lakini namna ambavyo amedeliver kwenye timu, challenge ambazo anawapa uh, mabeki, nasema that is hata ukiangalia kwenye michuano ya kafu, uh, kafu Confederation Cup ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatajwa kama walikuwa na kiwango bora sana. Kwa hiyo kwa ligi kuu Tanzania Bara, mimi mpaka hapa tulipofikia, asilimia kubwa nampa Jan Chazi hawa ameweka bao lake la kumi na sita, sita mabao matatu pungufu nyuma ya Clement Mzize uh. Kwa hiyo maana yake hata kwenye ile tuzo ya anaweza akachukua hata tuzo zote tuzo ya mchezaji bora wa msimu kama MVP, lakini akachukua tuzo ya mfungaji bora uh, itategemea na ambacho kitatokea kwenye hizi mechi mbili zilizosalia, kwa maana Yanga kabaki na dhidi ya Dodoma Jiji Jumapili weekend na Jumatano kumalizana na Simba. Simba kabaki na Kagera Sugar weekend na baadaye anamalizana na, na Yanga. Sasa kwenye hatuwezi kuwa tuna beti ama kubashiri kwenye kiatu cha dhahabu. Naweza kuwa labda mchezo uh, uliobaki Mziza akafunga hata goli tatu na au goli nne na awasifunge kabisa. Na kuwakumbusha watu, kanuni zimebadilika kwenye eneo la mfungaji bora, ukiwa na penati nyingi mkifungana na ambaye, kwa mfano ikitokea Mzizi na awao wakilingana na wote wakawa mabao 16, na automatically tuzo ya kiatu cha dhahabu kama mfungaji bora itaenda kwa Clement Mzizi. Kwa nini? Kanuni zimebadilika, kanuni sasa hivi ni mwenye magoli yale tunasema open play au magoli ya kawaida, ana alama nyingi, lakini magoli ya penati kidogo yana alama ndogo. Mzize sikumbuki ni lini ah, alifunga penati, lakini asilimia sabini na tano ya magoli ya jana chazi hawa ni penati. Ukifika kwenye hatua ya kuamua kama wamefungana, inaweza kwenda kwa Mzize kama ikitokea wamelingana magoli, wote wako sawa. Sasa hii ni football mechi dakika 180 kwenye mechi mbili, bado lolote linaweza kutokea. Huwezi kugarantii kwa yaani chazi ya wao kama anaweza akachukua hicho kiatu moja kwa moja, lakini kwenye eneo la tuzo ambalo umeniulizia mimi, beki, be, beki wangu bora wa msimu nampa Abdurazak Hamza amekuwa na msimu bora sana, rejea Simba ya misimu mitatu iliyopita kwenye eneo la ulinzi, na kitu chanya ambacho amekiongeza, Abdulrazak Amza amecheza na Chimalon Fondo, amefanya kazi nzuri sana kwenye clearance, blocking, interception, lakini pia pasi yake uh, kuisogeza timu uh, juu, amecheza na Chamu Karabwa, amefanya vizuri sana mimi, alikuwa na performance nzuri na amekuwa na mchango mkubwa Simba kuruhusu mabao machache uh, msimu huu uh, asilimia zote ana deserve kupata tuzo ya beki bora lakini kwa eneo la uh, kwa sababu sawa uh, sisi mara nyingi sana tunaangalia sata kama mpaka wenye engo ya, ya kama tutabaki umoumo ni Musa pini pin Kamara ana clean sheet nyingi, lakini mimi naangalia kama kitu uh, kigezo uh, cha mbali kidogo, huwa anaanza na huyo kipa ameisaidiaje timu kwenye kukusanya point, alikuwa na wastani gani kwenye kila mchezo kufanya saves. Uh, Kamara amekuwa na nyakati nzuri sana msimu wake wa kwanza Yanga kuliko uh, Diara. Msimu huu makipa ambao unaweza kuwa uh, Kuweka kwenye ile kapu moja, nani anahitaji, ana deserve kuchukua tuzo ya ya kipa bora? Mimi naipeleka kwa Musa Pinpin Kamara, no matter michezo ya miwili yamiwili inaishaje. Lakini watazamaji katokeo wamefungana, kwa maana ya kwamba mpaka hivi sasa ana 16, haiwezi kuamua bado. Hata ikitokea Pinpin Kamara akifunga hata magoli manne kwenye mechi zilizosalia zote mbili, ana deserve kuchukua uh, tuzo ya kipa bora wa, wa, wa, wa msimu, yani kafanya kila kitu ambacho kia, kipa nastahili kufanya, alafu ndio kwanza msimu wake wa kwanza, alafu na timu ambayo ina karibu wachezaji sita wageni kabisa kwenye kosa, akiwemo yeye mwenyewe, ndio mara ya kwanza anadaka. Eneo ambalo analinda hilo, kuna, uh, kuna ugeni pia, kwa mfano kachamu karabwa, pamoja na na, na, na, na brother Kiamza ni, wa, ni, ni, ni wageni pia kwa sisi, lakini yeye ndio kwenye ukuta mzima. Nasema yeye ndio mgeni ukiondoka pombe pamoja na Shabalala, yani ahitaji kuongea ku, ku, ku, uh, maneno mengi. Yeye anadeserve kuchukua hiyo uh, tuzo ya kipabora kwenye eneo la kiungo bora. Mimi mimi ni, ni, ni, ni, ni, nafikiri na Mdathili haya ni wakati sahihi sasa wakuchukua hiyo uh, tuzo ya, ya kiungo bora. Ahitaji kufanya balance, utafute MVP uh, kwa mambo ya kubalance balance, alafu uje utambie kiungo bora ni labda ni Chazi Hawa, kwa sababu walikuwa na magoli mengi. Chazi Hawa nastahili kupata MVP ya, ya, ya, ya msimu huu, lakini Mdathili Haya ana deserve kuwa uh, kiungo bora wa msimu. Mudathiri Yahya ana deserve kuwa kiungo bora wa msimu huu e, Maregesi, e, tuki tukiangazia matokeo ya jana e, yanapelekea ugumu wa mchezo unaofuatia. Ukiacha ya kwamba kama ikatokea wamepata ushindi kwenye mchezo ambao unafuatia kwa maana Young Africans wanacheza na Dodoma Jiji. Wanacheza zidi ya Dodoma Jiji, Wekundu Msimbazi zidi ya Kagera Sugar wanasopa kwa ukumbi. Ikatokea wamepata alama 3-3. E, tatu tatu mchezo wa mwisho ndio utakwenda kuamua utakuwa ni mchezo wa namna gani kwa watu wanaosubiri kwa hamu kubwa. asilimia tisini na tano sioni Dodoma Dodoma Jiji wakistopisha Yanga a... wata watachalenji kawaida, lakini eti hawezi kupata hata alama moja. kwa Yanga na Dodoma Jiji, kwa Yanga wewe napata... a... kwa huyo inapata nyakati ngumu sana na watateseka sana na wanaweza wakafunga magoli mengi sana, sioni Kagera Sugar kwenye nyakati ambazo Simba imepoteza makombe mawili, kombe la CAF Confederation Cup na, na CRDB Bank Federation Cup Anaake, macho yote yako kwenye NBC Premier League. Kagera Sugar, pamoja ya kuwa na challenge Simba pamoja na kuwa katoka uh, pamoja na kushuka daraja lakini ka, mechi ya raundi ya 29 kai, kai challenge na Mungu pale uh, majaliwa stadium anakuja hapo KMC. Nadhani bado pia uh, awezi kumstopisha Simba. Naziona Simba pia akichukua pointi tatu na magoli tu ya, ya kutosha. Mechi ya kuamua sasa ni dabi tarehe 25 Jumatano ijayo, na siku ya azigandi haiko mbali sana. Uh, hii mechi manake Yanga akishinda atakuwa na sabini na tisa, Simba atakuwa na sabini na nane. Gepu itabaki ile ile moja. Mwenye faida kwenye huu mchezo ana faida mara mbili, matokeo aina mbili na mfeva nani ni Yanga. Yanga kidraw kwenye dabi ni bingwa, akishinda ni bingwa, isipokuwa akipoteza Simba anaenda na dhamira moja tu, ushindi, ushindi, ushindi, ushindi. Yanga anaenda na ushindi, sare, vyote mkeko na tiki, anachukua ubingwa wa nne mfululizo. Kwa hiyo nimemsikia mchezaji mkubwa Obre Chilo anasema Simba, kwa namna ambavyo wamecheza, wakienda vile vile kwenye dabi uenda uh, wakadhalilika sana, wakafungwa eh, Keni kama mchezaji mkubwa ujue kila mechi na approach yake. Mechi kubwa zinacheza kikubwa, uh, unabaki unashangaa uh, na sidhani hata kama Simba juzi walicheza uh, jana walicheza vibaya dhidi ya, ya Ken Gold, lakini approach ya kucheza na mid table team ni nyingine na approach ya kucheza dhidi uh, ya timu kubwa jati kwa jati ni nyingine, intensity yake sa mapungufu yake uwezi kuyaona yani, kwenda kucheza hawezi vile vile. Intest yake inakuwa sio ya kawaida, mentality ya mchezaji inakuwa uh, sio ya kawaida, au ruhusu kufanya makosa ya mara kwa mara, au ruhusu kuriski sana kwenye uh, boxi lako. Yani uh, ni mechi ambayo mara nyingiazi inabidi ungate sana meno, inabidi ujitoe mara tatu ya huko nyuma ambacho umekifanya ujitoe asilimia mia moja kwa ajili ya kupata uh, matokeo chanya hasa kombe liko uwanjani na unacheza na mtu ambaye amekufunga mara nne mfululizo, alafu kombe liko uwanjani. Nahitaji kwanza uondoe uteja wa kufungwa mara nyingi zaidi, lakini uweke heshima kwa kuchukua ubingwa mbele yake. Sasa huo mchezo uwezi kufanya comparison namna ambavyo umecheza na Kinigodi, ukaupeleka kwenye uh, mechi dhidi ya, mechi ya, ya, ya, ya dabi na nakumbuka hata mechi ya mwisho walikutana ya dabi, Simba alikuwa na performance nzuri sana uh, kuliko Yanga, lakini mwisho wa siku makosa binafsi yalikuwa ya, ya ni Musa Kamara akiwapelekea wakapoteza. Kwahiyo bado dabi inabaki kuwa na heshima yake. Dabi haichukulii ya uh, kawaida kawaida hivyo. Shukrani sana Maregesi, shukrani.